Kwa kwa kweli kwa kweli kikubwa, kitu kikubwa sana, mfumo ambao umeunganishwa na mitandao ya simu, mfumo ambao unatuma token, yani mteja anapokopa mkopo unakupa token, na mteja anapotaka kukaba mkopo uhakiki unamwambia mteja, hakiki tokeni yako. Baadaye mteja akisha hakiki token yake, maana yake mte- mfumo una, una, anapokea message mteja kwamba token imehakikiwa au kama imekataliwa imekataliwa. Mfumo unafanya kila kitu smart yani, mfumo ambao umeshaiona ambayo inaunganisha ambayo imeunganishwa na mitandao ya simu, lakini huu ni bora zaidi na ni bora zaidi hapa. Mimi hii ni simu yangu, nimeunganishwa moja kwa moja kwenye uh, kwenye kompyuta yangu, na tutakwenda kuona namna gani ambavyo mteja atapokea token na token inakuwa kwa namna gani yani, very smart. Ni kitu ambacho uh, kikubwa, kizuri na bora zaidi. Kwa uh, mfano mimi nitakuja uh, nichukue mfano naenda kusajili mgonjwa wangu ili wangu ili tuone how the tokens inabid generated. Ni mfumo mzuri huu unakusaidia wewe huu unakusaidia wewe eh, kitu eh, kitu mwenye mwenye kampuni yako. Kuhakikisha unakopesha watu ambao walio sawa sawa watu walio sahihi. So mtu lazima simu, halafu inakuwa shida. Kwao token inakuwa ni njia nzuri ya kuweka security ya mikopo yako. Kwao tuseme labda test test huyu eh, mtu ni testi eh, testi, testi testi, uh, sms uh, chute test sms na last name haitu sms unaona. Kwa hiyo hapa sasa tunajaza common name, jina lake ni s. Kwa metro status uh, status uh, tutachagua metro status labda ni merdi. Eh, number of dependent to um, tuchague ni moja, registration date of birth, so lazima tujue mtu anaekopesha anakopeshwa ni mtu mzima au ni mtoto ko oh, mimi nchague tut nationalities eh, tuweke ni Tanzania, tuweke ni Tanzania. Halafu eh, tunakuja region of residency, huyu eh, ni mkazi wa wapi huyu huyu, tusie ni mkazi wa Kilimanjaro. Kilimanjaro wapi? Labda ni Siha, eh, eh, Kilimanjaro Siha. Nanaona tuje kwenye upande wa village, labda ni Siha, eh, Siha huko huko namba simu weka wakaaike namba yangu ya simu 0687465640, ili tuone message na ingiaje ingiaje, huko na itapataje baadaye message mteja wetu. Kwa hapa eh, email address siweki, sio mandatory voter id, eh, namba kitambulisho niandike tu blabla hiyo hapo, hiyo haina shida, haina complication. Nitakwenda mbele, system itanambia go next kwa ajili ya kusajili taifa zingine, taifa zingine zote mimi nitaskip zote hizo zote nita skip ili tuende kwenye key point ya kuona namna gani mfumo unatuma code eh, unatuma ile token eh, unatuma ile ile, OTP code, ile ile ile ile ile verification code kwa ajili ya kuverify kama huyu mtu ni kweli amekopesha mkopo. Eh, watu nakutana watu ambao wanapiga mikopo kwa bei namba, si bwana, sio ya kwake, sio ya lazima, sio na nini. Kwa hiyo inapokuwa namwazimisha, lazima hiyo token iweze kuverify kwa hiyo mi naenda kwenye start application. Kwenye start application hapo ndo step ya kwanza mkopo, mteja anaanza kupokea ujumbe wa message kuanzia step hii ya kwanza, ambapo tukija kuangalia kwenye simu yangu, nirudi kwenye simu yangu. Hii ndo simu yangu jamani, mnaiona hii message? Tuna message moja tu, na hizi ndo message zangu ambayo ziko kwenye simu yangu hizi hizi eh, hizi ndo message zangu ziko kwenye simu yangu hizi kwa hiyo hii ndio simu yangu, mnaiona kabisa, hii ndio simu yangu na hii ndio simu yangu kabisa. Na wale ambao tuko kwenye grupu moja la system za mikopo, hii hapa jamani, grupu letu ya system za mikopo. Yes, tuseti set kidogo vizuri, ili kila kitu kikae smart kabisa. Uh, tuseti vizuri, ili kila kitu kikae smart. Uh, connection naona imepotea kidogo Ngoa tuseti vizuri kabisa ili kila kitu kikae smart sma. Yes, ngoa tuseti vizuri ili kila kitu kikae smart, ili kila kitu kikae smart sma. Ngoa tuseti vizuri ili kila kitu kikae smart sma. Eh, kila, yes. mm, kila kitu kikae smart, connection ikae vizuri na sisi tuweze kuona. Hii ndo simu yetu, nilikuwa nasema hii ndo simu yetu wale ambao tuko pamoja kwenye system za mikopo, hii ndio group letu nzuri, na system za mikopo ndio group letu zuri. Kwa hiyo naonyesha kuverify. Kwa hiyo mimi nitakuja hapa, uh, sehemu ya ku uh, kusajili na kuomba mkopo, labda testi, na anaomba mkopo huu hapa, na hii system uzuri wake pia inakupa progressive kuona huyu mteja alikuwa anarejesha kwa namna gani? Ni msumbufu, sio msumbufu? Hii ndo inaitwa accuracy in the previous loan return statistics. Niko sasa, mteja wangu ni mgeni, haiwezi kuonyesha ile accuracy in the previous loan statistics, hawezi kuiona, ila angekuwa ni mteja ambao tayari uh, ashawahi kuja kuopa, tungeona zile previous loan statistics. Mimi nasema labda ni uh, mkopo wa watumishi, naomba, anaomba, naomba tuseme ni mkopo wa kawaida, private sector anaomba uh, no, chukue tu Tuchukue dharura, dharura ambayo ni dharura, asilimia ishirini. Kwa muda gani? Kwa mwezi mmoja, anaomba for one month, anaomba for one month. Na hiyo hapo anarejesha kwa namna gani? Kwa ndani ya mwezi mmoja, na atarejesha kia, na mkopo shilingi ngapi? ana shilingi laki moja tukiprosesi, hapa tutakuja kuona kwamba atakiwa lisha laki moja na ishirini. Ni kweli, lakini hapa sisi mnakuonyesha kwamba verification code itakuwa ni hamsini na nane ziro moja ziro ziro ziro ziro nne moja hii sasa, wewe umeiona kama muombaji. Sisi tunategemea sasa mteja atakapokuwa naomba hii verification code kutoke na yeye aione iona, umeiona kwa sababu kasababu imekuonyesha. Ili bwana, hii ndio code itakwenda kwa mteja. Unaweza uh, kwa sababu ukaiona ili kwa sababu ndo mkuu. Haya, tutakwenda next, system itakuandikia kwamba bwana, haya, wewe on confirm ta. Mimi nimeconfirm hapa, mteja wangu ameconfirm. Mimi nategemea nipate message yangu hapa. Yes, yes, yes Umeona kuna message hapa, kuna message hapa, kuna message hapa. Umeona kuna message hapa, si unaona kuna message hapa? Naweza nikaifungua hiyo message, nikifungua hiyo message inakuja yes. Message hii hapa, hii hapa tena, ni easy pesa. Wateja wangu ni easy pesa, ambao pia ni ndio, sender ID yao ni easy pesa, sender ID yao ni easy pesa. Na kama kumbe, nako inaitwa ni ni ni mo, moz Microfinance itakuwa mozi microfinance hivyo tevile. Sasa hawa ni easy pesa, utaona kabisa kwamba ndugu, test, test token yako ya mkopo ni hapa hamsini na nane ziro moja nne, tafadhali itume kwenye hii namba ili mkopo, ili, ili mkopo wako uhakikiwe, tuma kwenye kwenda kwa hii hapa kwa namba hii hapa. Kwaiyo tukishana tokeni yetu ni hii hapa hamsini na nane ziro nne moja moja. Kwa hiyo mimi nitarudi hapa, ninaweza nikarudi hapa kwa kwenye sehemu sasa nataka kwa ajili ya kusanction ule mkopo wangu. Kwa hiyo mkopo ile ufanyia improvement lazima u, ile token iweze kuingizwa. Yaani yule mteja atume hiyo token yako ambayo ameipata. Umeona eh? Test test huyu hapa, test test huyu hapo, test test, test huyu hapa. Kwa hiyo ikitokea kama mteja akikwambia bwana sijapata token, unaona? Unao uwezo wa kufanya nini? Wa kuresend token. Kwa hiyo mimi nikiresend token hapa, nikasema labda ni send token hapa, tap nika send token hapa kwa mteja wangu. Nategemea tena hapa mda hapa message itatokea ya pili hapa, tap ya message hapa, ambayo ionyeshe tokeni gani. Naona imekuja message hapa, naona message imekuja hapa, naona message imesoma hapa eh, hey, imesoma hapa. Kwa hiyo maana kwamba mteja wangu tena tokeni imekuja ile hapa 5801 ile ile. Kwa hiyo maana yake lazima mteja apate ile token. Kwa hiyo mimi nitachukua hiyo token niweze kuverify hapa, na kama nikikosea token Actually mkopo hawezi kufanya nini? Hawezi kufunguka mkopo wangu. Mimi token yangu mimi ni 58, ni 58, ni 0041 moja kwao, nakuja ku verify hapa, tap. Nikisha verify kama kweli kwa sawa sawa make uh, system lazima itafungua button ya kijani kwa ajili ya ku approve mkopo wangu, unaona. Na hapa ndugu anapata message mteja, unaona, nimepata message nyingine kuna message nyingine imepata tayari hapa, naona imesemaje, ndugu SMS, mkopo wako umehakikiwa kikamilifu, kodi yako ni hapa, namba ya kumkumbu ya mkopo ni yapa, hapa kumwasa zadi pige ni hapa, naona mteja amepata message ya kuonyesha kwamba mkopo wake umefanya nini umehakikiwa automatic, moja kwa moja eh? Kwa hapa tena unaweza kuja ku approve sasa, ili hatua zingine ziendelee. Sasa hatua zinazofuata ingine, hapa mteja hapa mkopo kushabia approved hapa, inatoka kwenye kio hapa, maana yake itakwenda kwenye hatua inayofuata ambayo ni hatua ya kudisburse mkopo eh? Eh? hii ishatoka hii hapa. Kwa hiyo utakuja kwenye hatua ya pili ya kudisbazi faya na disbazi mkopo. Kwenye kudisbazi mkopo pia mteja atapata message ya kuonya kwamba mkopo wake umedisbaziwa au umegawiwa kikamilifu. Eh, mkopo wake umedisbaziwa au umegawiwa kikamilifu. Sisi tukija hapa tutaona kuna huyu hapa, kuna hii mteja wetu huyu hapa amekuja hapa na tutaona kwamba message inaingia naingiajeingiaje baada ya kuwa anafanya disbursement ya mteja wetu. Ase ni system nzuri sana ambayo itakupa uwezo mzuri sana wa kucontrol vitu vyako vyote, kucontrol mapato yako yote vizuri automatic pasipokuwa na shida yoyote, acha mimi niende nikadisburse ili sisi wote tuweze ku- tuweze kushuhudia hiki kitu ambacho eh, kinaenda kufanyika mahali hapa. Let us go, let us go, let us go far, let us go far, let us go far, let us go far. na tuchague sisi nini eh, acha tuchague eh, tarehe ambayo tumeenda kudisburse huu mkopo wetu, tuchague tarehe ambayo tumeenda kudisburse huu mkopo wetu ili tuweze kuona disbursement yenyewe inakuaje. Kwa hiyo nimechagua tarehe ambayo tumedisburse mkopo hii hapa, search date itakuja, itakuandikia end of nitarehe ngapi, itakuonyesha kwamba ni hapa, mwezi wa tano. Kumbuka simu yangu ni hapa. Kumbuka hapa tuna message moja jamani, eh? tuna message moja kwao, mi na release loan papa halafu narudi na kwenye message yangu hapa, tuangalie eh? Tuangalie, tusubiri, tusubiri, tusubiri kitu hicho, tusubiri kitu hicho. Yes, message hii hapa eh, tumeona message hii hapa imetokezea na automatic. Tukifungua hiyo message, tutaona eh, unaona, unaona, unaona imekupa message hapa, ndio hapa, imefungua hapa, ndugu test test, umepokea mkopo wa tishingi hapa, rejesha kwa wakati, kwa mawasiliano. Na ukifanya rejesho, ni hivyo hivyo. Jamani, unashindwaje kupata mfumo smart huu? Ni mfumo ambao eh, ni wateja wachache sana ambao wamekuwa wameupata huu ambao ni mfumo wote unaotoa token na wateja wachache sana. Wengi sasa tumekuwa na mifumo ile ambayo tuna hapa ni, ni hapa haina message au mifumo ambayo inatuma message watu kwa disburse peke yake na kupata kufanya collection peke yake na message yetu hizo baki ni hizi hapa za smart dashboard SMS balance ni hapo. Kwa hiyo, lakini sasa kwa sasa hivi, maanake mfumo unakupa kila unachokitaka automatic. Karibu sana Darcoder, tuweze kukuhudumia na uweze kupata kile kilicho bora na upate mfumo wako ambao uko smart sana kila wakati.